Imefanya muda mrefu, muda wetu na muda wa Mungu iko tofauti. Ndio maana tukianza kuhesabu muda tutakuwa confused, tutakuwa confused. Maana siku moja ni elfu moja mbele za Bwana. Maana ukisema nimefanya miaka kumi, miaka kumi ni siku ngapi kwa elfu moja? Alafu Mungu anapokuona kama anakutunulia anaona anasema, huyu kijana haielewi chochote. Unataka Mungu akusikilize kwa maombi yako? Then you have to read the Bible kila mara kandu, uwe msomaji wa Biblia, yeah, Jua hadithi za Bwana juu yako ndani ya maandiko. Simama ndani ya maandiko. Unaposinama ndani ya Una maandiko hata nabii na za uongo ndio hata kuwezi. Hata kuwezi. Hata Yesu asifiwe. Maana kuna ndani ya neno hauwezi kudanganyika. Tumaini lako unamngojea Bwana. Unamngojea Bwana. Katika kusimama ndani ya neno. Unakuita mkusit mchikambo kusimama ndani ya neno. Wangapi wamesha wameshasoma Biblia yote mara moja? Wamesoma kumwanzo mpaka mwisho? Wangapi? yo. Oh.

sababu hatuikali tunapoikala ndani ya neno ya tunapoikala neno neno ndani ya neno, tunaomba kulingana na neno neno la Mungu. Maana neno la Mungu e ndiyo maombi yetu, neno la Mungu ndiyo Mungu anasikia unapo mwambia Mungu, Mungu uliyesema, uliye niambia, mbingu zote zinasimama, zinasikiliza zinasikiliza. Kama mbingu zilisema nini Mungu anakusikiliza, anasema kweli nilisikia, kweli nimesikia, nimesuka. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu, Biblia inasema palo kwa verse ya kumi, Biblia inasema hivi, Yakobo anasema kweli Kumbana, mimi sistahili hata kidogo It hizo rehema zote ulizonifanyia maana dee, nilivuka mto huo wa Yordani na, na tu na sasa mimi nimekuwa makundi mawili. Kati nze nekabu, katika, nekabu, katika maombi kati uwezi kuweza kuhesabu baraka na wema wa Bwana katika maisha yako. Maisha yako maisha maombi yetu mara na mara yamekuwa kelele. Tunamwambia tu Mungu yale ambayo tunakosa, tunashindwa kumwambia Mungu rehema zake, tunashindwa kuona kwenye Mungu alitutosha kwenye Mungu alikuwa na sisi na mahali ambako ametufikisha. Yakobo anasema nilivuka hapa na niko na fimbo langu peke yake, sasa leo nina wanawake wawili, nina vijakazi viwili, nina watoto wengi, nina watoto wengi nina nina ng'ombe, nina mbuzi, nina kondoo, nina watu wanaonifanyia kazi. Tunapomwomba Mungu Mungu anataka tuonyeshe ya kuwa kwa yale anayotufanya kila siku, inayotuwalewa leo mambo fulani ambayo katika maisha yetu labda tunayaona ya kawaida. Kumbe ni mambo makubwa makubwa sana ambayo kwa ajili yake tunaweza kumwambia Mungu asante, asante Mungu, asante kwa afya, asante kwa maisha, asante kwa yote.

Sombe. Kasombe. Pusi. Mbuzi. Mbuzi. Chi. Mafuta Yona. Chuvi. Omunyo. Sukari. Sukari. Yote. Yona. Wenzako. Wenzako. Iyo iko wanakula

Kuna ndugu unaja Ulaya huko. Kuna ndugu mmoja alitumia hivi, alifika Ulaya kwa mtu fulani, najua anapenda ye akule yote, yote, yote. Anapofika mzungu anamwambia utakunywa maji au utakunywa sikre? Anamwambia nitanja na sikre, kisha ile mai nitaibeba nyumbani Anamwambia tena, utakula kuna chapati, walio chapati. Uh, kuna na chai, walio ni chai, na kuna mchele, walio utakula nini? Anambia nitaanza na mchele alafu hii chapati na hii chai. No, ni, utanifungia. Hana choice. Yeye ni yote, yote atakula. Wengine wanasema mimi sikunywa. Au mwambie Mungu, rehema za Bwana zinatoka mbali, kwako wenyewe ulikuwaka Haiko sawa sawa. Hata kama uko na tarajia fasi mwa hivi, fasi nzuri zaidi hauyapafika, lakini kwenye uko hakufanane kwa ulitokaka. Haufanane, papa Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwenye ulitokaka. Tukitia picha yako hapa. Utakachofanya cho wapi? Utajisahau. Hoja kwenda bila. Halo? Eh. Utasikia utasima pana musinitia tapa. Tukitia hapa. Na leo. Ginsi uru huko. Hauyafikia kwenye unatarajia. Lakini pale kwa ulitokaka, kule kule kule. Eri. Na ginsi huko haiko sawa.

Mimi hapa nianze kuhubiri neno nikuwa hapa Kampala Nzani. Mimi niko nani? Nzani. Kingia ku Google unapiga pa pa pa, unatafuta babangu, hautampati ana histwar kwenye Mungu. Anatutoshaka wa nduku kule kwenye anatutoshaka. Kama hauko mtu wa shukrani, utakufa lule lule lule lule lule, sababu hauna shukrani machoni pakwa Yakobo anasema Yaakovu, Mungu katonda, nilipopita hapa nilikuwa na fimbo yangu na lina jasi, Mungu Mungu, fimbo tu... Mungu kwenda lina, anafika kule, wanamdanganya anamlimba, anatumika, wanampa mwanamke mwenye hataki, anatumika tena, wanampa mwanamke mwingine, wanamwambia utafanya hivi na, na hivi, alafu anarudia ashakuwa mtu mkubwa, ngaka namfunde wa ma

Nilishaona Mungu. Mungu mwenye na mimi najua iko Yesu vituko tiko. Nilishaona Mungu mwenye alishanifanyia, na mimi najua hivyo alinifanyia hivyo, kesho iko nzuri zaidi. Bwana Yesu asifiwe, chapia Yesu, makofi. Una, wakati tulikuwa wanafunzi

Mungu, ungu kwa jina la Yesu, katika destiny yako, katika future yako, na Mungu amumalize kwa jina la Yesu. Kwa kwa no kwa na Mungu adui akufundie adui zako. Kwa jina la Yesu. Haleluya. Amina.